mo kikiwa nani reactive, ambao tunasema huyo ni negative uh, itatokea mstari mmoja tu kama kawaida kwenye control, ambapo kama huyo mgonjwa wetu ambao tulipima siku zile uh, katika session iliyopita, maana imetokea mstari mmoja tu katika uh, control. Kwa maana huyu, hii ni HIV negative. Aha, halafu ikiwa huyu mgonjwa ana uh, HIV pimo kitakuwa kama hivi. Itatokea mstari katika control, alafu itatokea mstari katika sehemu ya HIV, kwa maana huyo ni HIV uh, positive. Lakini ikiwa ni uh, HIV negative, alafu kwa hivyo kuna C si kama kawaida, ambayo ni control, lakini kuna sehemu hii hapa imekuwa indicated SYP Syphilis, Syphilis, kwa Kiswahili tunaita kaswende. Kwa hiyo hichi kipimo kinapima HIV lakini kinapima na kaswende. Sasa katika mwonekano kinakuweje? Katika picha kinakuwa uh kama, uh, kinakuwa kama hivi. Hii ni SD BioLine, bado ni ile ile SD BioLine lakini hii ina uwezo wa kupima uh, HIV pamoja na syphilis yani kaswende. Kwa hivyo maeneo mengine utakuta imeandikwa duo, imekuwa imeandikwa duo kama unavyoiona kipimo kile cha kupima uh, HIV. Sasa kuna nambari moja, kuna nambari mbili, maanake ni nini? HIV uh, iko na uh, tunaita ni prototype, ziko prototype, kuna prototype 1 na prototype two. Sa akiwa mtu ana HIV type 1, atatokea mstari katika C kwa maana ya control, na kwenye testi itatokea kwenye, itatokea kama hivi unavyoona hapa, ambapo itatokea mstari uh, katika maki 1 na maki 2 na hapa kwenye maki C ambayo ni control, huyu tunasema ana HIV type 1 and 2 ambapo katika kipimo chetu kwenye kusoma tunasema ni HIV type 1 and 2 positive. Aha. Sasa hapa uh, ni uandishi tu hii, ilitakiwa hiyo ni positive, kwa hivyo ni HIV uh, type 2 positive. Aha. Sasa twende tuangalie kwa habari ya hii ambayo inapima uh, HIV pamoja na syphilis inakuwaje? Uh, pimo kikiwa nani reactive, ambao tunasema huyu ni negative uh, itatokea mstari mmoja tu kama kawaida kwenye control, ambapo kama huyu mgonjwa wetu ambao tulipima siku zile uh, katika session iliyopita na maana imetokea mstari mmoja tu katika uh, control, kwa maana huyu ambayo inapima HIV peke yake. Halafu kuna aina nyingine ambayo inapima HIV pamoja na syphilis ambayo ndio hii sasa kwa mchoro inakuwa inaonekana hivi. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, baada ya kuangalia katika session iliyopita uh, juu ya namna ya kupima HIV ukiwa nyumbani bila usaidizi wa daktari, sasa leo tutapata kuangalia namna uh, ya kusoma hivyo vipimo na namna vipimo vitakavyoonekana baada ya kupima. Uh, ni jinsi gani basi utaweza kujua uh, kipimo kikiwa hivi ni uh, kimetimia yani kwa maana ya validi, na kikiwa hivi ni invalidi kwa maana akijatimia, uh, kuna era imetokea, uh, inatakiwa urudie au uh, uh, inamaanisha nini sasa, kabla hatujafikia kwenye Uh, namna ya kusoma vipimo, cha kwanza tupate kuangalia vipimo ambavyo tulitumia siku zile uh, katika session iliyopita tulikuwa na vipimo vya aina tatu, lakini tulitumia aina mbili ambapo tuliongelea kipimo, vipimo kwa ujumla wake na tukawa na vipimo kadhaa ambavyo tulivitumia kwa kupima mgonjwa um, wetu aliyekuwepo. Kwa hivyo kwa hapa sasa tutaviongelea vipimo hivi hivi aina mbili ambazo tuliongelea siku zile ambazo ni uh, Uni-Gold Uni-Gold ambayo ndo hii hapa inamwonekana huu hii tulitumia siku zile kama unavyoiona, uh, lakini tutapata kuangalia pia aina nyingine ambayo ni tulitumia siku zile ambayo ni SD Bioline. Na hii SD Bioline tuliongelea kwamba ziko za aina mbili ambapo kuna aina hii hapa ambayo inapima HIV pekee yake. Halafu kuna aina nyingine ambayo inapima HIV pamoja na syphilis, ambayo ndio hii. Sasa oh, konchoro inakuwa inaonekana hivi. Hapo kama unavyoona hii ni SD Bioline ambayo mwonekano wake unakuwa hivi kwa ajili ya kupima HIV peke yake. Kama unavyoona imekuwa indicated hapo imekuwa indicated uh, kuna C ambayo ni control, lakini kuna mbili alafu kuna moja. Tutakuja kuangalia hatua kwa hatua hizi zina maana gani, lakini aina ya pili ya kipimo ambacho tuliangalia ni Unigold ambayo ndio hii Yenyewe imekuwa indicated C ambayo ni control, alafu kuna T ambayo ni test, na hapa ni sehemu ya kuweka sample. Ambapo katika kipimo chetu uh, ndiyo hii hapa, mm, hii ni C, eh, kwa maana ya control, na hapa ni test kwa maana ya T, na hapa ni sehemu ya kuweka sample. Sasa kwa habari ya hichi kipimo cha tatu ambacho hatukutumia siku zile, chenyewe kimekuwa hivi, kimekuwa indicated hivi. Kwa hivyo kuna C kama kawaida, ambayo ni control, lakini kuna sehemu hii hapo imekuwa indicated SYP ikiwa na maanisha syphilis. Syphilis, kwa Kiswahili tunaita kaswende. Kwa hiyo hichi kipimo kinapima HIV lakini kinapima na kaswende sasa katika mwonekano kinakuweje? Katika picha kinakuwa uh, kama uh, hivi kinakuwa kama hivi. Hii ni SD Bioline, bado ni ile ile SD Bioline, lakini hii ina uwezo wa kupima uh, HIV pamoja na syphilis, yani kaswende. Kwa hivyo maeneo mengine utakuta imeandikwa duo, imekuwa imeandikwa duo. Uh, kama unavyoiona uh, um, namna hii Aha. Katika picha na katika halisi. Uh, katika picha ya kuchora na katika halisi ambapo kuna sehemu hii ya control SYP na sehemu ya SYP kwa maana syphilis na HIV ndio hii hapa katika kipimo halisi. Sasa control SYP na syphilis, na hapa ni sehemu ya kuweka sample. Aha, sasa twende katika uh, namna ya kusoma majibu yani, baada ya kupima majibu yanakweje, nini kinatokea kwenye hizi indications zote? Twende hapo hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza kabisa ni kipimo chenyewe baada ya kuweka sample. Wacha tuite huu ni mwonekano a kwa kipimo kile cha kupima uh, HIV. Sasa kuna nambari moja, kuna nambari mbili. Maanake ni nini? HIV Uh, iko na uh, tunaita ni prototype, ziko prototype, kuna prototype 1 na prototype 2. Asa, akiwa mtu ana HIV type 1, atatokea mstari katika C, kwa maana ya control, na kwenye testi itatokea kwenye moja uh, ambapo inakuwa kama uh, itatokea mstari hapa na itatokea mstari kwenye C. Ikiwa mtu ana HIV type 2 itatokea mstari kwenye mbili na itatokea mstari katika control. Kwa hiyo kutakuwa kuna mistari miwili, moja kwenye mbili, mwingine kwenye C. Akiwa na HIV type 1 itatokea kwenye moja na kwenye C. Akiwa na HIV type 1 na type 2 itatokea kama hivi, unavyoona hapa ambapo itatokea mstari uh, katika maki 1 na maki 2 na hapa kwenye maki C ambayo ni control. Huyo tunasema ana HIV type 1 and 2 ambapo katika kipimo chetu kwenye kusoma tunasema ni HIV type 1 and 2 positive. Aha. Sasa hapa uh, ni uandishi tu hii ilitakiwa ni positive, kwa hivyo ni HIV uh, type 2 positive. Aha. Sasa tundo tuangalie kwa habari ya hii ambayo inapima uh, HIV pamoja na syphilis inakuwaje? Uh, kipimo kikiwa nani reactive ambao tunasema huyu ni negative uh, itatokea mstari mmoja tu kama kawaida kwenye control, ambapo kama huyu mgonjwa wetu ambao tulipima siku zile uh, katika session iliyopita, na maana imetokea mstari mmoja tu katika uh, control, kwa maana huyu ni HIV negative. Aha. Alafu ikiwa huyu mgonjwa ana uh, HIV kipimo kitakuwa kama hivi, itatokea mstari katika control, alafu itatokea mstari katika sehemu ya HIV kwa maana huyo ni HIV uh, positive. Lakini ikiwa ni uh, HIV negative alafu akawa na syphilis. Basi itatokea mstari katika C na itatokea mstari sehemu hii ya syphilis. Hapa hapa hapatakuwa na mstari huu mwekundu. Alafu ikiwa ana matatizo yote mawili, ana kaswende na saa hiyo hiyo ana HIV, kipimo kitakuwa kinaonyesha kama hivi. Kwa hivyo kutakuwa kuna mstari kwenye C, kuna mstari kwenye syphilis, na kuna mstari kwenye HIV huyu tunasema ni HIV and syphilis positive. Aha. Na tuangalie sasa katika uh, kipimo chetu cha aina ya pili ambacho ni Unigold, ambayo ndio hii. Sasa, katika Unigold yenyewe ni tofauti kidogo ambapo baada ya kuweka sample baada ya kuweka sample kipimo chetu kitakuwa kinaonekana kama hivi. Uh, hapa ni kabla hatujaweka sample. Baada ya kuweka sample kitakuwa kama hivi, ambayo kwa huyu tunasema ni nani reactive. Ni sawa kabisa na kama tulivyopima mgonjwa wetu siku zile zilizopita uh, mstari umetokeza tu hapa mmoja katika C. Hii inamaanisha kwamba ni nani reactive um, katika mtaalamu um, wa maabara mara nyingi huwa wanaandika kwa kufupisha hivi nani reactive, kwa hivyo inamaanisha ni HIV negative sasa ikiwa positive inakuaje? Inakuwa hivi, itatokea mstari hapa katika uh, control, itatokea mstari pia katika HIV, ambapo uh, katika uandishi wake itakuwa ni hivi, tunasema ni reactive au uh, HIV positive. Sasa nitoe angalizo, kuna sehemu za kupata angalizo hapo. Aha, hizi ni vipimo vyetu, uh, tuweke hapo. Sehemu ya kupata angalizo ni wapi? Sehemu ya kupata angalizo ni ifuatayo. Ni uh, mtu anaweza kapima uh, baada ya kupima ikatokea mstari mwekundu umekolea katika C na hizi sehemu zingine ikatokea mstari hafifu. Kwa mfano labda, uh, umepata kupima, alafu ikatokea mstari hafifu kwenye edha moja au kwenye mbili hapa ikatokea huku umekolea kwenye C na huku ni hafifu. Maanake ni nini hiyo? Tunasema ni reactive, kwa hivyo huyo mtu anapata kurudia tena, lakini hichi kipimo tunaita ni reactive. Lakini kwa upande wa hichi ambacho ni duo pia, kwa mfano ikatokea mstari umekolea katika C, alafu umekolea katika HIV, alafu katika syphilis hapa uko kwa mbali sana, hii pia tunaita ni uh, ni reactive na hii atapata kurudia, lakini sio kwamba uh, hii kipimo akija react hichi kime react. Sehemu pekee ambao tunakuwa tuna doubti kama ikitokea either haujatokea mstari katika control, na ukatokea mstari mmoja tu, labda katika uh, HIV au katika syphilis au haijatokea mstari kabisa, au katika hichi hapa imetokea mstari katika T, alafu katika control haujatokea mstari, au umetokea mstari mmoja tu katika T, au haijatokea mstari kabisa, hii e, tunaita ni invalid, na hivyo inafaa huyo mtu apate uh, kurudia kipimo kingine, sio hicho tena, anapata kurudia kipimo kingine na kwa umakini kabisa. Uh, kwa mfano ikatokea labda mstari mmoja tu katika sehemu ya syphilis, katika HIV haijatokea na katika control haijatokea. Namaanisha kwa ichi cha duo hii pia tunaita ni invalidi, na hivyo inapaswa kurudia kwa kipimo kingine uh, kipya kabisa na kwa umakini. Uh, mambo ya kuzingatia ni yafuatayo. Cha kwanza ni usafi pale unakotoboa pawe pasafi kabisa. Ikiwezekana unaanza kunawa kwanza na sabuni vizuri, alafu usishike sehemu yote au usiguse uh, katika sehemu yeyote, alafu uh, kutoka hapo unasafisha na ile swab kama tulivyoonesha katika session iliyopita. Ukishasafisha uh, um, vizuri hakisha uh, unatoboa na kusio na contamination. Hata ile drop ambayo unachukulia damu uh, isiwe Uh, katika mazingira ya uchafu kwa hivyo iwe ni safi. Nitoe angalizo kwa watu ambao wanapima labda wako wawili, labda katika falaga wakapata kuchezeana chezeana vile uh, hakisha hivyo vidole umenawa vizuri vizuri kabisa na sabuni, kiasi kwamba uh, hakuko na uh, contamination ya, yoyote nikisema, contamination hapa namaanisha inaweza kawa bakteria au vimelea wengine yoyote. Uh, kwa sababu uh, baadhi ya vipimo hivi vinaweza vikawa ni sensitive sana na visiwe uh, specific. Kwa hiyo inaweza ika detect au kikawa invalid au kikasoma kikaleta matokeo tofauti kutokana na hapakuwa na usafi. Lakini pia uh, jambo jingine la kuzingatia ni kusoma kipimo kwa wakati. Kwa mfano Uh, mtengenezaji huyu yeye ana indicate kwamba kipimo kisomwa ndani ya dakika 15 hadi hadi ishirini, lakini mtengenezaji huyu yeye anasema dakika kumi hadi ishirini. Alafu huyu hapa yeye huwa anasema ni dakika tano hadi ishirini. Kwa hivyo uh, kwa ujumla wake like, ukitafuta average hapo ni kama kati ya dakika saba hadi dakika ishirini ni muda sahihi wa kusoma uh, kipimo chako na baada ya hapo unarekodi matokeo na unabaki nayo. Haimaanishi kwamba kitabadilika, uh, lakini kuepusha uh, possible errors. Ni vizuri kusoma uh, kwa wakati kipimo. Um, jambo jingine la kuzingatia ni kwamba ukipima mara moja haimaanishi kwamba uh, yale majibu ndio yotoke nayo moja kwa moja. Kipimo mara moja, kwa mfano, kikawa negative unashauriwa upate kupima tena baada ya miezi mi, uh, mitatu yani siku tisini. Kwa sababu gani? Tulitoa sababu ya kitaalamu kabisa katika last session kwamba uh, HIV virus wako na kipindi ambacho tunaita latent period au incubation period ambayo huwa ni kati ya siku ishirini na tatu hadi siku tisini ili viweze kugundulika kwa hizi rapid test kama, kama hizi uh, lakini uh, kwa kipindi hicho chote haimaanishi kwamba huyu mtu kwa mfano labda akiwa infected na yuko katika hicho kipindi tunaita latent period au uh, incubation period. Kipindi hiki kuna possibility ya huyo mtu kutoa maambukizi. Kwa hivyo, hata kama mtapima, labda uko na mpenzi wako uh, mkapata kupima, haihakikishii kwamba uh, sasa mnaweza mkaendelea. Uh, kwa uhuru kabisa mkiwa mnajiamini, yote salama mpaka mtakavyorudia kupima baada ya siku tisini. Hapo ndo kama results zikisoma uh, kama ilivyosoma mwanzo kwamba ni negative, basi mtakuwa na uhakika. Lakini pamoja na hivyo ni vizuri kuchukua tahadhari, uh, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo ni bora kuzingatia uh, kutumia kinga lakini pia kuwa mwaminifu kwa mpenzi wako na kuwa na mpenzi mmoja ni jambo zuri kabisa, kwa sababu unapokuwa na wapenzi wengi, kwanza unakuwa katika riski ya kupata magonjwa tofauti tofauti, kwa sababu ugonjwa sio lazima wa HIV tu. Lakini unakuwa hauko huru, kwa sababu muda wote unahofia labda unaweza kufumaniwa na vitu kama hivyo. Lakini jambo jingine uh, unakuwa unapoteza resources. Resources kwa maana ya A uh, ukiona wapenzi wengi, kila mpenzi anahitaji muda lakini pia, kila mpenzi ana gharama. Kwa hivyo kuepusha gharama na kupoteza resources ni vema mtu akawa, uh, na mpenzi mmoja na akaishi kwa kuaminiana uh, ili maisha ya mazuri. A uh, mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho wa session yetu ya leo, usiache ku subscribe, lakini pia unaweza katoa maoni yako katika comment section hapo chini uh, lakini pia kama una maoni yoyote au kuna jambo ulitaka kulijua, basi unaweza ukatuuliza direkti ukatufata uh, direct. Lakini pia unaweza ukawasiliana kwa namna ya kupiga simu aha, katika namba zetu zile. Lakini pia unaweza ukatoa mapendekezo, labda kama kuna jambo hujalielewa pia, uh, tutakujibu na tutakuelekeza kitaalamu kabisa na kwa umakini mkubwa.